Yeah. Kwao discussing uh, brand gani nzuri ya tairi ni lazima pia tukumbuki tuwe na historia ya hawa watu wametoka wapi mpaka mpaka tunakuja leo tunazimention hizi tairi kama nini, brand kali, sio? Yo, just akama niko historia kidogo, kwao tuendelee sasa. Watu wanaotaka kujua brand nzuri ya tairi, yeah. Ni tairi gani ambazo ungeweza kuwashawishi kuwa watu so, okay. Uliza kwamba ni brand gani ya tairi ni nzuri, unatakiwa pia uspesify kwa ajili ya matumizi gani. yeah, kwa ajili ya matumizi. Sawa, kwa sababu sahivi tairi zipo za matumizi tofauti tofauti sindio? mm -hmm. Kuna mud terrain ambazo ni tairi kwa ajili ya off road sindio? hiyo tairi ambao ni mud terrain mm, ukaipeleka kwenye lami itaanda pafomu hey, ita tuona mieusho sindio? Yeah. Kuna tairi ambazo ni heavy ni, ni, ni all terrain sindio, kwa maana hiyo ni kwa ajili ya lami na rough road, rough road mm. Again ni klas tofauti ya tairi mm. Sindio, kuna tairi ambazo ni, ni wanazita ni kama heavy duty. Mm. Heavy duty na run flat, hiyo okay. Ni klas tofauti pia ya, ya, ya tairi ya tairi mm. So labda tukianzia kwenye all terrain tires mm. Sindio, ambazo sahizi ni tairi ambazo kwa ajili ya sehemu zote lami na rough road mm -hmm. The best tires ambazo mtu unaweza ukazipata mm ambazo zina offer features zote ambazo ni nzuri kwenye lami na rough road mm. Tairi ambazo mpaka dakika sasa, kuna makampuni mengi sana ya matairi mm. Na kila mwaka kuna kampuni fulani ambayo ina exhibit uh, niseme features ambazo ni much more sophisticated kuliko brand nyingine, kila mwaka zinakuja moja. mm -hmm. taili mpya, kampuni fulani nakuja kutengeneza taili fulani ambao ni very sophisticated okay. kwa huo mwaka mm -hmm. sindio? mm -hmm. lakini tukianza kuangalia katika ile uh, index nzima ya tangu taili zimeanza kutengenezwa. mm -hmm. kuna makampuni ambayo yameweza ku maintain quality kubwa kwenye utengenezaji wa matairi yao. mm -hmm. sawa mm -hmm. so, tukija kwenye all terrain, kampuni ya kwanza ambayo ime consistently nisema over the years imeweza kutengeneza taili ambayo ni nzuri Mm -hmm. Na tukichukulia benchmark ya kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu maybe ishirini na nne tairi ya kwanza ya old train